Kwema lakini pia sio kwema. Kwa nini sio kwema? Hii Jumapili haikusahili kuwa yenye yenye kupoa namna hii mm. Hii Jumapili wa Tanzania tulikuwa tunataka tufurahie Jumapili hii. Wana Yanga ilibidi tunafurahi mm. Sawa, Jumapili hii ilibidi mwana Simba awe amefurahi, lakini Jumapili imekuwa ya kinyonge sana na, na yote yamesababishwa na mamlaka husika pamoja na uzembe wa timu fulani, si umeelewa. Wewe unaahirisha mechi. Sababu hasa zinaweza kufanya waahirishe mechi kikanuni ni zipi? Uja train mara moja kwa sababu ya yani uja train mara moja kuelekea kwenye mechi. Kweli ni sababu ya kufanya waahirisha mechi? Watu wanaahirisha, zipo sababu za msingi za kuahirisha mechi. Aidha kuna maafa ya kitaifa, sawa kuna misiba ya kitaifa, sawa kuna tatizo kutoka kwenye klabu husika, aidha ni tatizo kubwa la kimsingi, si umeelewa. Kuna dharura kutoka kwenye kwenye timu husika, lakini sio sababu za ajabu kama hizo. Uja train siku moja ambayo mwezi mzima, mpaka ligi imesimama zaidi ya wiki mbili kwa ajili ya kupisha maandalizi ya mechi hiyo, wewe ukose kutreni usiku mmoja ushinde uairishe mechi, uonekani kama uoni kama, uone kama timu zinakuwa juu zina mamlaka zaidi ya, ya mamlaka za soka. Wanasema Simba Sports Club ndio ana mamlaka katika kanuni, kanuni ya 17, ibara uh, ya 45, Simba Sports anatakiwa afanye mazoezi kabla ya mchezo, kwa maana Simba Sports Club alifika Benjamin Mkapa muda mwafaka lakini Simba Sports Club alizuiliwa kwa baada na kusema mashabiki wa Young Africans pamoja na eh, wa Young Africans walikuta kuna basi moja lipo na wazee pamoja na mbuzi, ndio ki sababu ambayo mliwazuia Simba Sports Club wasifanye warm up. Cha kwanza iko kitu kina vitu viwili kina, kina, tunaweza kuzungumza kwa lengo kama mbili mm. Ya kwanza ulivyoniambia kwamba Simba wana haki kikanuni ni kweli, hatukatai mm. Simba Sports Club walikuwa na haki ya kikanuni ya kufanya mazoezi kabla siku moja kuelekea mechi husika si ndio? Walikuwa na haki lakini kanuni hiyo sawa, haijatoa maamuzi, haijatoa uh, maelekezo kwamba usipokuwa usipofanya mazoezi basi wairishe mechi au usipeleke timu uwanjani. Hiyo ni sheria waliojitungia Simba Sports Club, na kwa kuamini wao wana mamlaka wanaweza kufanya maamuzi yoyote wanavyojisikia kwenye nchi hii. Kingine wanasema wamezuiwa kuingia uwanjani. Taarifa rasmi ni kwamba Simba ikuzuiwa kuingia uwanjani, sawa? Simba ikuzuia kuingia uwanjani na sio Yanga taarifa ili waweze kufanya maandalizi ya kuwapokea kuingia kufanya mazoezi. Taarifa rasmi haikuwepo, na wenyewe wamekiri hakuna taarifa waliotoa. Je, kuna kosa kwa meneja wa uwanja kuwazuia? Uzu, hakuwa na kosa. Cha pili, Young Africans wakaingilia wakasema huyu ana haki ya kuingia kufanya mazoezi, lakini je timu inaenda kufanya mazoezi timu imeongozana na watu gani? Wachezaji na benchi la ufundi. Lakini kwa uhalisia watu waliokuwepo pale wanadhihirisha na kusema wazi kwamba zilikuja gari zaidi ya mbili, kulikuwa na gari ya Simba, kulikuwa na BM kochi moja, pamoja na gari ndogo mbili. Hizo zote zinaenda kufanya mazoezi? wanaoenda kufanya mazoezi ni technical staff pamoja na wachezaji wale. Wazee wengine walikuwa ni wakina nani? Zile mbuzi zilizokuwa zinalia katika ile gari ya BM ni wakina nani? Kwa tunaona kwamba kulikuwa na vitu vingine tofauti na kutaka kucheza. Sasa hiko ndio Yanga Sports Club tulikuwa tunakikataza, tunahitaji mpira uchezwe kihalali, mpira uchezwe dakika tisini, sio kuongezwe vitu visivyokuwa vya kimpira ndani ya uwanja. Ndio maana tukawagomea, si umeelewa? Na kauli hiyo na pawa hiyo tumeitoa kutoka kwa meneja ambaye alisema hairuhusi kuingia sababu taarifa hawakuwa nazo menelewa kwa, tunachokiona hapa ni kwamba Simba wamejifanya wameikalia TFF, wanajifanya wako wamejifanya wameikalia TFF Simba, kinachoonekana ni kwamba wameikalia TFF, wapo juu ya TFF. Maana yake nini? bodi ya ligi badala ya kuona hiyo sintofahamu kesho asubuhi, wa wakajua kwamba kisheria haipaswi kuahirisha mechi, wakasema mechi iko pale pale. Taarifa ikatoka na wote tulishuhudia. Baada ya kuona taarifa ile, hata sisi Yanga Africans tukapata nguvu na gia za kusema mechi bado ipo, kwamba mechi endelee. Dabi haikuwa na kipengele kipengele, labda wakilete wao bado matokeo yake saa nane saa tisa bado masaa mawili matatu kuelekea kwenye mechi, wanasema tena bodi ya ligi na TFF kwamba mechi imeahirishwa. Sasa je, tunaomba tuwaulize ndugu zangu TFF, mnatoa ma maamuzi kwa sababu ya kuihofia Simba Sports Club au mnatoa maamuzi ambayo yapo kikanuni na taratibu za sheria ya mpira wetu? Kikanuni, kikanuni haikupaswa mechi ahirishwe ndio <coughs> maana Yanga tumefuata taratibu na kanuni zote tukaenda mpaka uwanjani kwa sababu kikanuni mechi haikupaswa airishwe. Ndio maana sisi tumefuata kanuni tumeenda uwanjani. maana yake ni nini? kilichotokea ni kwamba TFF pamoja na Simba Sports Club wanaonekana hawakuitaka hii mechi ya tarehe nane. Simba Sports Club pamoja na mamlaka za soka, mm, TFF na bodi ya ligi walikubaliana kutokuitaka mechi ya tarehe nane. Mm, Ngoja nikudokeze, mm, mechi ilipokuwa kwenye upande wa Simba, mm, hakutokea hizi sintofahamu hakutokea hizi shida. Yanga tulizuiliwa sisi kuingia kufanya mazoezi, lakini kwa sababu ya Simba na Yanga utaratibu wetu ulivyo, mwenyeji ndio anaulinda uwanja, tukaamini kwamba sisi tunataka tucheze dakika 90 tukaona sio shida. Hatukutaka kupiga kelele wala kuahirisha mechi, tukaenda kwenye mechi husika, tukacheza, tukampiga kwa sababu ya ubora na quality nilikuwa nayo. Lakini ilivyokuwa kwenye upande wangu, angalia figisu na... na, ujuma zilipoanzia mechi ya yanga kuelekea kuelekea kwenye dabi ilikuwa ni tarehe nane. Zilisimamishwa mechi za ligi kama wiki mbili hivi kupisha maandalizi ya Simba na Yanga. Tunajua lazima Simba na Yanga zina ya maandalizi makubwa, lazima tupishe. Ni dabi kubwa, ni dabi yenye heshima hapa Afrika na Tanzania kwa ujumla. Maana yake nini kilichokuja kutokea? TFF pamoja na bodi ya ligi wakazusha katikati hapo kati, wakaingiza katikati kwenye maandalizi ya dabi, wakaingiza ishu ya Alikamwe na Ahmed Ally kwenda kuwaoji au kuwapeleka kwenye kamati ya maadili. Je, unahisi ni kilikuwa ni kitu sahihi? huoni kama wasemaji ndio wanaotegemewa kuchamsha kuhamasisha watu ili sisi Young Africans upate mapato kwenye mechi hiye, wakajaribu kuwaita? Huoni kama walipoteza mvuto na kupoteza hamasa ya Yanga kupata, kupata mapato husika kulingana na kuhamasisha washabiki wake hauoni kama ni hujuma tosha? Haya, je, walifanya kikao hicho waliamini kitakuwa ni kikao cha siri kwamba taarifa zitovuja? Taarifa zimevuja zikavuta taruki Yanga na Simba, wote tukajikuta tumeshindwa kuangalia fokasi ya dabi. Mwisho siku tunazungumzia Alikamwe na mamediali iko kilitu kimasoko kilitushushia sisi Young Africans. hiyo tayari ni hujuma kutoka kwa bodi ya ligi na TFF, si umeelewa? Badala ya hapo, TFF wanajua kabisa sababu ya kuahirisha mechi sio ya kutokucheza siku moja kabla ya mechi hiyo, sio sababu tosha inayofanya wairishe mechi. Je, wamekubali vipi kuahirisha mechi? Maana yake kabisa kwamba wako na upande wa pili sambamba na upande wa pili, Wapo? Sambamba na upande wa pili. Wana, Young Africans wanaionea, inaonewa na bodi ya ligi na TFF, ni ukweli usiofichika kwa sababu gani? Kama ulitoa taarifa kikanuni ya kwanza kabisa kwamba mechi ipo kikanuni, ndio ilikuwa hivyo baadaye unakuja unasema kwamba mechi inahirishwa. Maana yake umezidiwa nguvu na, na nani? Na mtani, umezidiwa nguvu na Simba. Je, ipo sawa kikanuni? Mana yake kwamba tunaona Simba imeikalia juu mamlaka za soka za nchi yetu, lakini tumeumia laki sana, na sio mimi tu. Mm, washabiki wametoka mbali kuja kuangalia dabii. Athari ni nyingi sana za dabii, mm, simenelewa mi, mm. Naamini hata waliopoteza uhai siku ya jana washabiki wetu wa Simba ni kutokana na stress tu Yanga, za mshabiki wa, wa Yanga ni kutokana na stress zilizotokea katika mechi si, simanelewa. Sasa hayo yote wanaysababisha ndugu zetu kutokana na kukosa kunyooka katika kanuni na sheria zao. Si umenielewa? Wanakuwa wana, wanapewa maelekezo, wanashindwa kuwa wakali kulingana na kanuni zinavyosema. TFF na bodi ya ligi walipaswa wali, wali wabaki katika sheria yao na, na, na taratibu yao ya kusema mechi ipo. Wanaiahirishaji mechi pasipo na sababu? Leo hii unamkubalia Simba kuahirisha mechi pasipokuwa na kanuni zinazosema hivyo, alafu unamtaka Yanga, Yanga aje acheze mechi ambayo Simba wameitaka kulingana na tarehe waliopendekeza wao au bodi ya ligi wewe Yanga sio mtoto wala sio mpumbavu kiasi hicho. Moja, kauli ya makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji jana alishapita katika ukurasa wake mtandao, akasema hii mechi yetu tunajua ni leo tarehe nane mwezi wa tatu mm. si vinginevyo, ikitokea mechi imebadilishwa tarehe, hatutocheza. unaungana na Makamu wa rais wa Yanga Afrika, tunaungana naye moja kwa moja kwa sababu mwenye kiti, mwenye nani, makamu wetu wa rais anaongea kwa niaba ya wananchi wote, na mimi ni mwananchi. Mimi sio mwana yangu wa kupiga kelele tu sijui, umeelewa? <imit> mimi ni mwana yanga kinda kindaki, ambaye nina kadi mimi. Sio tiketi zangu hizi, tiketi zangu mbili hizi, umezielewa? zote hizi zimekuwa hazina kazi, hazina faida yoyote yote. Yote wameyataka Simba Sports Club na mamlaka zao za soka, hazina manufaa. Sasa nifanyie nini? Watanurishia pesa yangu? kwa hiyo Uh, makamu wetu ya wa rais yupo sahihi na sisi tunamuunga mkono asilimia mia. Yanga hatutokwenda kucheza mechi ya maelekezo mnayoyataka nyinyi. Tunakwenda kucheza mechi ambayo ilibidi ichezeke tarehe nane kama haijacheza hiyo mechi ya mto ishuhudia mbele ya Young Africans, labda labda kwa sababu pengine nchi hii kauli inayoheshimika ni moja tu kutoka serikalini na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan labda aseme yeye, lakini waliobaki, sijui TFF, sijui bodi ya ligi, hakuna tunayemsikiliza katika hili. Haiwezekani Simba asikilizwe afu Yanga tu, Yanga tuwe wanyonge, yaani Yanga tusikilize mnachokisema nyinyi, ila Simba asisikilize mnachosema nyinyi? Simba lipaswa asikilize TFF, waseme mechi kwamba imebidi ichezwe kulingana na maelekezo ya TFF mbona hawakusikiliza? Mwisho wa siku mkakubaliana nao, alafu yanga tunaosema kwamba mechi ni tarehe nane, bila ya kuchezwa tarehe nane hatuwezi kucheza, eti tusiwasikilize? Sasa tuwasikilize nyinyi kwamba mtupangie mechi mnayotaka nyinyi, siku mnayotaka nyinyi. Kilichotokea ni uoga, kilichotokea ni kwamba waliogopa kusambaratishwa. Ngoja nikwambie kitu na kuibia sana ndani Young Africans kamfunga Simba mara nne mfululizo, kaweka historia yake Simenia. Alikuwa anaenda kuweka historia ya, ya, nyingine mwenyewe kumfunga mara ya tano mfululizo. Hiko kitu ilibidi wa, wa, wata, wana Simba na viongozi wa Simba wajiuzuru, wao wamegoma, wamegoma kutaka kujiuzuru kutengeneza taharuki kwenye klabu yao, ndio maana wakataka imechi isichezwe, kwa sababu kufungwa mara tano mfululizo na mtani kwao ni aibu kubwa, ndio maana wakapambana imechi isichezwe, lakini hamna sababu nyingine yoyote. Sasa TFF, kwa nini mkubaliani nao? Wafunga Simba Sports Club tulikuwa tunavunja, tulikuwa tunasambaratisha Simba Sports Club. tarehe nane, wangetia timu uwanjani, tulikuwa tunasambaratisha Sports Club, Simba Sports Club. Wameligundua hilo ndio maana wakuleta timu uwanjani, sio sababu ya Simba timu kubwa eti ugomee mechi kwa sababu ya kuto kucheza mazoezi ya siku moja. Umefanya maandalizi mangapi Yanga? Tunacheza kimataifa sawa, tulipigwa mabomu usiku tuli, tulifanyiwa vurugu usiku, lakini mechi ilichezwa kama kawaida na tukapata matokeo, na kafu hakuahirisha ile mechi siambuse hawa kuzuiwa kufanya mazoezi ya nusu saa uairishe mechi na TFF, mnaunga mkono hilo, hatutakubaliana nao abadani. Sisi kama shabiki wa Yanga, mimi kama Baraka Yanga, nasikiliza uongozi wangu, nasikiliza wana Yanga, tunataka nini? Hatuwezi kupelekwapelekwa. Yanga haiwezi kupelekwa pelekwa. Yanga ndio mwananchi na wananchi ndio sisi, hatuwezi kupelekwapelekwa na sheria ambazo hazina hazisimamiwi kihalali. Hatuamna mpira mpira inabidi ubadilike, wetu inabidi tuheshimu mpira usi, ili ukuwe inabidi sheria zifuatwe. Sheria kama hazifuatwe zinavunjwa, kama kwa interest za watu fulani, kwa nini tu, tuendelee kuentertain kitu kama hicho? Ngoja niulize swali. Na Mungu na Mungu angesema mimi sileti timu uwanjani mechi iahirishwe, angesikilizwa? Kieran Gold angesikilizwa? kwa sababu ukasema Simba Sports Club, yeye nani? yeye ni nani? mamlaka ya TFF mamlaka na TFF, mnabidi mjue kwamba nini ni taasisi ambayo ni walezi wa vilabu vyote. Mnapaswa kusikiliza vilabu vyote kihalali, na sio kupendelea klabu moja wala kuionelea klabu nyingine. Hilo ni kosa, na wasisi wana michezo na wana Young Africans hatuwezi kukubaliana nalo abadani. Asante sana, ila nakuambia mechi hiyo wataenda kucheza. TFF na Simba Sports Club, Yanga hamtotuona abadani.